Hey, mambo vipi? Karibu tena kwenye mfululizo wetu wa kujifunza Adobe InDesign hatua kwa hatua, na hii ni video ya nne, na leo tutakwenda kujifunza moja ya mambo muhimu sana, ambapo ni kuandika na kuweza kuformat maandishi ndani ya Adobe InDesign. Natumai umeshaangalia video zilizopita. Kuna video ya kwanza ambayo tumeintroduce playlist hii, kozi hii ya kujifunza Adobe InDesign. Video ya pili tukaangalia interface na kuona namna gani Adobe inaonekana hii InDesign tukaangalia tools zinapatikana wapi, control panels inakaa wapi, workspace yako ni ipi, tuliweza kuona vitu vyote hivyo, kwa hiyo haina haja ya kuweza kurudia, lakini pia tuliweza kuona jinsi ya kutengeneza documents kwa mara ya kwanza katika video iliyopita, na leo tunakwenda kutumia mojawapo ya tools ambayo ni type tool, kuweza kuoneshana namna gani ya kuweka maandishi ndani ya Adobe InDesign. Kama hujaangalia video zilizopita video zilizopita, basi ningeomba ukaangalie video zilizopita ili basi tuweze kwenda pamoja sambamba na kuweza kufahamiana vizuri. So moja kwa moja kuweza kuweka maandishi, kuandika katika Adobe InDesign tunakwenda kutumia tools. Kama ilivyo katika sehemu nyingine, unapohitaji kufanya kazi zako, kuna tools zana mbalimbali mbali ambazo utazitumia baada ya kufika katika hiyo sehemu yako ya kufanyia kazi, kama sisi hapa tulipo. Kwa hiyo tools tumesema zinapatikana upande wa kushoto. Je, type tool inaonekanaje na wapi ambapo inapatikana? Utakuja huku kuna tool ambayo ina shape ya T ama inaonekana kama ni T. So hiyo utakuja uta click mfano hii hapa mimi unaiona type tool inasomeka hivyo nilivyoweka tu kasa yangu, na tayari imenionyesha keyboard shortcut ya tool hii ambayo ni T. Kwa hiyo utakapo click T katika keyboard moja kwa moja itakuwa selected type tool na tayari kwa ajili ya kuweza kuitumia. Kwa hiyo utakuja uta click kwa ajili ya kuiselect, na moja kwa moja utaona kasa yako imebadilika na kuwa na muonekano kama huu. Unapokuwa katika tool nyingine tayari kasi inaonekana hivi mfano, lakini utakapo select, type tool inaonekana hivi tayari, wewe kwa ajili ya kuweza kuweka maandishi yako kwenye dokumenti yako. Na ukiangalia katika hii type tool, huku chini kuna triangle eh, pembezoni kabisa chini upande wa kulia, hii ikimaanisha hii ina group, maanake kuna hii aina nyingine hapa ambayo unaweza kuitumia ambayo hii itakuwezesha wewe kuandika katika path fulani. Mfano umetengeneza stroke shape fulani, unahitaji maandishi yafuate hiyo stroke, basi unaweza kuchagua hii hapa chini, itakuja kuona kwa wakati mwingine. Lakini baada ya kuiselect utakuja hapa, so uta click bila kuachia, utatengeneza box, kwa utaangalia wewe unahitaji maandishi yako yaweke wapi katika hiyo design yako, hiyo document yako, unahitaji maandishi yako yachukue ukubwa gani kama ni paragraph ama heading. Kwa mfano mimi just ni heading tu, kwa nitatengeneza box kama hili hapa then, baada ya kuclick na kudrag utaliachia, nitakuwezesha wewe kuandika humu katika hili box ambalo umelitengeneza baada ya kuchukua hiyo Type Tool. So moja kwa moja mimi nitaandika maandishi ambapo nitaandika karibu kwenye mafunzo ya Adobe InDesign simple kama hivi ya. Ukiangalia maandishi yetu bado ni madogo sana, pengine hauyaoni vizuri hapa, lakini tayari nimeshaandika na ndio kitu ambacho nitakwenda kufahamisha pia leo, jinsi gani ya kuweza kuweka format mbalimbali mbali, kukuza kuwa makubwa maandishi yako, kubadilisha aina ya font, kuongeza style mbalimbali kama mbali, ni bold kuweka regular kuweka italic, nitakufahamisha leo katika video hii, so endelea kuangalia hadi mwisho uweze kujifunza mambo yote hayo. Tukianza kwa kuweza kuweka format mbalimbali mbali, baada ya kuweka maandishi yetu kwenye dokumenti yetu, tuanze kwa kubadilisha font na kuongeza size ya font. Kipi ambacho tutaanza nacho? Kwanza tuongeze ukubwa font ili basi tuweze kuona maandishi yetu vizuri yatakapokuwa yanabadilika kwa kuweka style mbalimbali. So, kuweza kuweka font highlight haya maandishi yako ya select yote, maana yake utakuja huko mwishoni uta click na kuselect yote. Lakini kama upo katika hili box kama hivi ambavyo mimi nipo, unaweza pia ku click control a kuselect maandishi yote ambayo yanapatikana katika hili box lako ambalo umetengeneza la text. Hakikisha upo katika type tool okay. Lakini kama unahitaji ku select neno moja tu ama mawili katika hayo maandishi yako, unaweza ku select kwa ku highlight kama hivi. Nadhani sote tunafahamu jinsi gani ya kufanya vitu hivi. So baada ya hapo baada ya kuselect utakuja upande huu wa kulia huku katika control panel. Huku utakutana na hii, uh, panel mbali mbali, kueka, uh, yako, hii panel ya properties ambapo itakuwezesha wewe kubadilisha aina ya font, itakuwezesha kuweka style mbalimbali, kuweka rangi katika maandishi yako size, vyote unaweza kuvifanya katika hii panel ya properties. Lakini kunakuwa na ile okay, hapa juu inakuwa inafunguka lakini kwa sasa sisi hapa haipo. Kuweza kuipata, utakuja hapa katika menu ya window, utakuja utachagua control, itakuwa tick na itafunguka hapo. Unaona hii control panel. Kwa hiyo kuna hii ya hapa juu, kuna na hii ya huku upande wa kulia kwetu pembeni. Kote huku unaweza kupatumia, ukaweza kubadilisha mfano aina ya fonti, unaweza kubadilisha size na vitu vingine. Kama unavyoona, kwa unakuja katika window unachagua control na tayari itakuja hii, kama hukuiona, kama nilivyokuwa siioni mimi mwanzoni. So chaguo ni lako, rahisi ni wako kuja huku juu kutumia ama huku pembeni. Kwa, kwa mfano mimi nitakuja huku juu nitakuja kuchagua aina nyingine ya font, lakini nimesema kwanza tuongeze size ili tuweze kuona. So size ni hapa, unaona hapa na uwezo wa kuongeza kwa kuclick hizi, unaona maandishi yangu yanaongezeka ama kwa kuclick hii kupunguza lakini pia unaweza kuandika moja kwa moja size unayotaka, lakini pia unaweza kuklik hapa ukaletewa size ambazo unaweza kuzichagua hapa kama hivi. Kwa hiyo mimi nitachagua let's say 30 point, maandishi yangu haya hapa. Let's say tuchukue 24, tuongeze mpaka 28, haya hapa. Baada ya hapo una uwezo wa kuchagua sasa font ambayo unahitaji. Mfano mimi wacha nichague font Let's say, tuchukue fonti ambayo inaitwa Montserrat hii hapa. Uh, na unaweza kuweka style ambayo unahitaji. Mfano sasa hivi ipo katika regular, ukikliki hapo utaona kama hiyo font inaruhusu, ina style mbalimbali mbali. Kuna italic, kuna medium, kuna semi bold, kuna bold, kuna black. So mimi wacha niweze kuchagua bold. Unaona imekuwa bolded maandishi yangu, na hapa unaona uh, kwa vile nime highlight na ndio maana unaona kama inabaki background nyeusi hivi okay, lakini unaweza ku click hapo kuona vizuri maandishi yako sasa hivi yalivyobadilika na yalivyochukua font nyingine. So, baada ya hapo pia unaweza ku align, let's say ukaja huku juu katika control panel. Ukaja hapa katika alignment ukachagua, unahitaji ku align left ambayo ni default, na kuwa inaanza huku left ama kuweka center iwe ina display kukaa center kutokea center ama ianze Upande wa kulia right, kama hivi. kwa utachagua alignment hapa juu, unaweza kufanya hivyo, lakini pia unaweza kubadilisha rangi huku, katika control panel ukiangalia, kuna hii alama ya T hapa. Hapo unaweza hapa, unaweza hapa, unaweza una uwezo wa kukliki hapa, ukachagua rangi ambayo unaihitaji, mfano blue, pinki, red ambazo zipo hapo, unaweza kuzichagua hizi. Let's say hii hapa red nimeichagua sasa hivi, unaona maandishi yangu yamebadilika, yamechukua rangi nyekundu. So una highlight unakuja unachagua rangi ambayo unaihitaji, na unaweza kuweka rangi yoyote ile. Sio lazima kuweza kutumia rangi hizi ambazo zipo hapa, by default umewekewa. Unaweza kuchagua rangi yoyote ile. Nitakuonyesha sasa hivi hapa jinsi gani ya kupata rangi yako ambayo unaihitaji. So una highlight unakuja, unaweka hapa. Kuna vitu vingi, kuna ishu uh, za space kati ya herufi ambayo tunaita tracking and kerning. Kuna leading space kati ya mistari E, hii line ya huku juu na line hii mwachano wake hapa unaweza kuweka kwa kupitia hapa katika hizi katika hii control panel yako. Na uzuri wa hizi, ukihova tu kasa yako, unaambiwa hicho ni kitu gani. Kwa mfano mimi nikihova hapa kasa yangu nikiweka let's say hapa, inaniambia hiyo ni kerning, ama hiyo ni horizontal scale, hiyo ni skew, hiyo ni baseline shift, hiyo ni vertical scale na hiyo ni kerning, hiyo ni tracking, inakuelezea hapa. Kwa inakuwa nzuri sana hasa kwa beginners ambao wanaanza kujifunza hivi vitu na hizi issues za leading spacing kati ya herufi hizo, tunasema tracking and kerning ni vitu ambavyo itabidi tuje kujifunza katika video yake maalum, kwa sababu ni mambo ambayo yapo in deep kidogo. Unatakiwa uweze kuelewa kama unahitaji kuweza kutengeneza design nzuri, issues za typography katika miongoni mwa principles za good design, basi ni typography, kuweza kuweka maandishi yako katika hali ambayo itatengeneza design yako vizuri na kuweza kuvuta attention ya yule mtazamaji, na basi kuweza kufahamu kile ambacho umemsogezea kwa kupitia hiyo design yako kwa urahisi kabisa. Maandishi yana take part kubwa sana katika design kwao, kuna vitu vingi vya kuweza kujifunza katika typography ikiwemo hizi eh, setting mbalimbali ambazo unaweza kuziweka katika maandishi yako, tutakuja kujifunza kwa wakati mwingine. So leo just tunapeana basic tu namna gani ya kuandika maandishi katika Adobe InDesign, kuweka hizi format mbalimbali style tofauti tofauti. So ukiachilia kuweza kubadilisha rangi kama tulivyoona, nimekwambia kuna hizo issue za kuongeza uh, size, mwachano baina ya maandishi ya juu na ya chini, yani line moja na nyingine, lakini pia baina ya herufi na herufi, baina ya neno na neno, tutakuja kufanya kwa wakati mwingine lakini pia unaweza kuweka italic, bold, kwa kuja hapa ukachagua, nimekuonesha okay, let's say bold italic, extra bold italic, kama hivyo ambavyo unaona imelala kidogo. So unaweza kufanya vitu vyote hivyo ukiwa katika Adobe InDesign kwa kucheza na hii control panel yako, baada ya ku highlight ku select maandishi yako, tumetumia huku katika control panel hapa juu, lakini vitu ambavyo tumevifanya huku unaweza kuvifanya huku katika sehemu hii, katika hii panel ya properties upande wa kulia vyote unaweza kuvifanya. Kuna hapa kuchagua uh, font aina ambayo unahitaji kuitumia. Let's say tuchukue poppins sasa hivi. Kuna hapa unaweza kuchagua, uh, style ambayo unahitaji kuweka labda extra bold. Kuna hii ambayo unaongeza size na kupunguza maandishi yako. Kuna hapa fill, una click hapa inakupatia uh, rangi ya hayo maandishi yako. Mfano hapa nimeclick sasa hivi katika fill moja kwa moja hapa nina uwezo wa kuchagua rangi ambayo naihitaji na kuweka let's say. Pia nina uwezo wa kuweka gradient hapa, naweza ku click hapa color nikachagua kala color ambayo naihitaji okay. Kwa kupitia eh, hii bar hapa, unaweza ku click hapa ukachagua, unahitaji RGB, ukaletoa color za RGB, ukachagua pengine tayari una hizo value za kuweka, ukaingiza value za kupata hiyo rangi ambayo unahitaji. Hexadecimal value hapo unaweza kuweka ukapata hiyo rangi ambayo unahitaji, so unaweza kuchagua hapa, ukiklik hizi e, vistari vitatu vilo eh, ka hapa, katika hii panel ya uh, properties, kwa upande huu wa appearance, katika hii fill ukiklik utachagua hapa RGB, CMYK ama HSB, utachagua rangi ambayo unahitaji kuja kuweka hapa. Umeona, unaweza kuselect na ukapata hiyo rangi lakini vile vile nimekwambia unaweza kuweka rangi yoyote ile ambayo unahitaji. Unaweza kuja tu huku, ka double click, ukaletewa hii box, uka drag na kuchagua rangi ambayo unahitaji kuitumia kama hivi. So very simple kuweza kutumia Adobe InDesign, na kila utakapokuwa unafanya mazoezi utazoea na kujifunza hatua kwa hatua hadi kuweza kuwa mzuri katika kutengeneza vitu mbalimbali mbali kwa kupitia software hii Adobe InDesign. So kuna hii paragraph una line, center, a line uh, let's say right kama hivi, una line left ambayo ni default kwayo. Mwenyewe tu utaangalia unahitaji kuweka vipi maandishi yako. Utakuja kujifunza pia e, hii paragraph kiundani, alignment namna gani ya kuweka hizi hapa ambazo unaona zinahitaji nambari. Nitakuja kufahamisha kiundani katika issue za paragraph Tutakuwa na video ambazo zitakuwa zinajitegemea. Tunakuja kujifunza tu kuhusiana na paragraph, basi tunakuja kujifunza paragraph. jinsi ambavyo unaweza kuweka format tofauti tofauti. Mfano wale ambao wanatengeneza vitabu au magazeti, wanaweka vipi yale maandishi ambayo unayaona vile yamekaa sawa, alignment ya imekaa vizuri, kuna neno pengine kubwa sana kuliko mengine vyote, tutakuja kuviona katika video ambazo zinafuata tutakapokuja kujifunza hivi vitu kiundani kimoja kwenda kingine. Sasa hivi just tunapeana ile basic, tunapeana highlight namna gani ya kutumia text ili mmoja ili kila mmoja wetu basi aweze kutumia na aweze kuanza kujifunza kufanya navyo kazi hizi tools mbalimbali. Mbali. So baada ya hapo nadhani tuishie hapa, video imeshakuwa refu sana, lakini natumai umeweza kujifunza japo kitu kidogo katika eh, masuala mazima ya maandishi, text namna gani ya kuweka maandishi katika dokumenti yako. Kama una maswali, kuna sehemu hujaelewa, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment, tukazidi kueleweshana vizuri. Lakini kikubwa ambacho nataka nikuahidi, tutakuwa tukijifunza hivi vitu kimoja kwenda kingine. Maandishi tumeona hapa kwa ujumla, lakini nitakuja kuoneshana katika video moja kwenda nyingine maalum, mfano jinsi ya ku cheza na paragraph, kuweka paragraph vizuri kupangilia, lakini pia mfano jinsi ya kuweka rangi katika maandishi kiundani kabisa tutakuja kuangalia, lakini vile vile, let's say jinsi ya kuweza kutumia hizi setting mbalimbali kuweka kerning, leading na tracking katika uh, text zetu ambazo tunaziweka kwenye hizi kazi zetu tutakuja kuona na jinsi ambavyo zinaleta tofauti na namna gani typography inavyoweza kupendezesha kazi yako utakapoizingatia na kufuata ile miongozo ambayo unatakiwa uweze kuifuata kuweza kutengeneza design nzuri. So tukutane wakati mwingine, na tumai umeweza kujifunza. Fanya mazoezi huko, jaribu kuweka maandishi, badilisha kala, aina ya maandishi, font size, badilisha weka stili mbalimbali mbali, kama hivi ambavyo tumefanya kitu chochote kile ambacho ukioni katika workspace yako Mfano, sisi hatukuweza kuiona control panel tulipofungua kwa mara ya kwanza, utakuja ukujuu katika hii menu ya window, utakuja uta click katika hiyo panel ambayo unahitaji. Let's say sisi tulikuwa tunahitaji control panel, tuka click hapa na ikaweza kuonekana. Lakini vile vile, huku upande wa kulia pia, hizi panel mbalimbali mbali ambazo zinakuwepo, pengine huizioni, unaweza kuja katika window, ukaja ukachagua, let's say hii ya properties. Sasa hivi haipo, si unaona? Lakini ukija katika window ukiclick kuweza kutick properties itaonekana hapo paneli yako na utaweza kufanya nayo kazi, kuweza kupatia properties mbalimbali mbali, kulingana na hiyo object ambayo umeselect kama ni shape ama maandishi utaweza kuona huku, na kumbuka kuweza kuhighlight maandishi yako unapoweka cell mbalimbali, lakini vile vile kumbuka, keyboard shortcut kati ya kuweza kupata type tool ni T. Baada ya hapo kikubwa ambacho nitamaliza katika video hii ni kuweza kufahamisha namna gani ya ku reset workspace yako. Kuweza ku reset workspace yako kwa kuja hapa juu katika hii kwa click ukaja katika reset essential. Kwa hiyo hata kama umeweza kupangua pangua hizi panel zako kuweka zimezagaa humu, unaweza kuziweka vizuri kwa kuja hapa katika eh, hii essential ukaklick hapa reset essential, na tayari ikarudi katika ile default uh, workspace ambayo utakuwa umeichagua, kama ni essential, lakini pia kuna ile Essential Classic niliweza kuziongelea katika video zilizopita huko nyuma. So tunafahamu hizi workspace zinafanya kazi gani haswa. Lakini pia kama hutaiona hapo, unaweza kuja hapa katika window, kaja katika workspace ukachagua essential ama essential classic, unaweza ku reset. Umeona ile control panel haipo tena sasa hivi, hapa unaweza kuja katika window, kaja katika control, tayari kaja hapo, kisha fanya nazo kazi zote, ikiwa unataka kutumia huku ama kutumia huku, pia, unaweza kufanya hapo kazi lakini pia katika upande wa maandishi kuna vitu vingi tu ambavyo unaweza kutumia katika Adobe InDesign. Mfano kija katika window inakupatia hapa katika type, okay and table. Unaona ukiklik hapa katika type and table, kuna hii character additional text, hizi zote ni panel. Ukiklik mfano hii character, unaona inakuja panel ya character hapa, ambayo kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuvifanya kutokana na maandishi yako ambayo unaweka katika design ama dokumenti zako. Sina la ziada leo, tukutane wakati mwingine. Asante sana kwa kuangalia video hii hadi mwisho. Usiache kufuatilia mwendelezo wa video ambazo zinafata katika playlist hii ya kujifunza Adobe InDesign.